Eh? Ah, okay. Na... yako. Leo ni Alhamis. Subiria kwanza. Sijakuuliza leo ni lini. Mm. Nikuuliza unaendeleaje? Sisi ni Watanzania ni waungwana. Tunajuliana hali kwanza. Unaendeleaje? Alhamdulillah, Mungu ni mwema, Adija. Eh. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, nimeamka na afya. Uh, kimvua kipo. Ndiyo. Changamoto zipo kama, lakini sisi ni binadamu <laughs> na maisha lazima yafanye nini, yaendelee. Yeah, yeah. ya yaendelee yaendelee mpaka tuamue yaendelee, yani kwenye kuendelea yaendelee mpaka tuamue yaendelee. Uh, mwana yanga mwenzangu popote pale ulipo, jipige kifuani kwa sababu una furaha mbili, ya kwanza kuwa bingwa katika msimu mwingine mara tano. Alafu furaha nyingine ni umemfunga Simba, umemfunga mtani. Yani tuna furaha mbili. roja kisi wewe, naomba ninaomba wimbo wa Yanga wa Harmonize. Shekandauma anasema huwa kuna husda ya binadamu kwa binadamu, <laughs> kuna husda ya vijicho, <laughs> alafu kuna husda ya mtu anakukusudia na kwenda kukufanyia mchongo. Ushanifahamu vizuri. Sasa mwanangolo hii, yes. Husda ya Adija leo tunaivukaje? Hebu tushauliane, tunaivukaje? Maanake ni kama tumepaniwa sasa kwa sababu yes, DJ ata kikifanya kazi yake, mimi nitafanya kazi ya DJ, sio shida zangu. Hadija mpaka leo unajua kutype? Ah, nitafanya nitafanya <laughs> kazi <laughs> ya DJ <laughs> leo.